Namtenga na monevu yote ya shetani, mipango na makusudi ya dui, namtenga nayo kwako. Ukaumeni wa kwako na nguvu ni za kwako, Baba. Nenda kampe neema na nguvu mtoto huyu, kampe nguvu na ushindi, kabareke kamba za kichawi zikakatike, matamko na maneno yakakatike, roho za kichawi raa na matamko rapashaka maseke mogoni naswe

jina Yesu, usionewe tena. Kwa jina la Yesu, bali Bwana atakuhifadhi na kutoa kwenye kuonewa. wachawi wamekutesa, wachawi wamekutesa. Wameitaka nyota yako. Wameitaka nyota yako na watoa hayarejeshi leo na mtoto, Mama yake kwa. Amerejesha nyota yako ile, kamata wachawi Yonoka chakoi wewe kamata vita nyota vita nyota vita nyota vita nyota. Tungemtaka mamlaka ikuwe nzuri. Tungempata mamlaka ikokuwa vizuri, ili kufunguwe vizuri. Kwa mamlaka yako Bwana, wewe ni mwema, kwa jina la Yesu. Kawabariki watoto, kawalinde, kawape neema na nguvu na ushindi. Nikaonekane juu yako kwa jina Yesu. Baba namtakia ushindi mtoto huyo. Nenda kambariki Nenda kampe neema na nguvu, kamlinde kchaso, na mkamkia neema ya ushindi, kambariki, mgemfanya mchakato nyewe, watu wanafahamu ukampata manawake kwa vizuri. Yes, ni vizuri ya katmaka kwa damu ya Yesu Kristo Mungu wetu. Kambariki, kamlinde, kampe neema ushindi kwa jina la Yesu. Kambariki mtoto huyu. Kamlinde, kampe neema na nguvu kwa jina la kainuliwa. Baba tutufike neema na nguvu tutotoko. Kambariki, kamlinde, kampe neema, kamlinde, kamarike. Na mtamkia ushindi na neema, ikaji yako. Neema ushindi ikaji yako, juu ya masomo na juu ya hatima yako, Bwana akakulinde. Neema na nguvu ikaji yako, kwenye masomo, kwenye maisha yako, Bwana akakulinde. Neema na nguvu na ushindi, ikaji yako Bwana akulinde, akupigania njapo tokapo. Kwa jina Yesu, neema na ushindi. Baraka yako Bwana, akakulinde na kutetea, kwa jina la Yesu. Bwana akakulinde na kutetea, akupe neema na fadhili na ushindi wako. Bwana akakulinde sasa, na akupe, akakutetea na akubariki, akupe neema na fadhili na ushindi wako. Bwana akakulinde na akakupe neema na fadhili na ushindi wako sasa. Bwana akakulinde, akupigania

Akupe neema na ushindi, akakuzidishie ushindi. Kwa jina Yesu, Bwana akulinde, akupe neema na ushindi. Maisha ya mateso yasiwe sehemu yako tena. Maisha ya mateso yasiwe sehemu yako mtoto, kwa jina Yesu. Bwana akupe ushindi na neema. Bwana akupe neema na ushindi. Maisha ya mateso yasiwe sehemu yako tena, kwa jina Yesu. Bwana akupe neema na nguvu. Maisha ya mateso yasiwe sehemu yako tena, kwa jina Yesu. Bwana akulinde, akupe neema na nguvu. Maisha ya ushindi kwa sababu yako. Bwana akakulinde sasa. Akupe

Bwana akupe ushindi. Maisha ya ushindi yawe sehemu yako, maisha ya ushindi yawe sehemu yako. Bwana kulinde, Bwana kupigania, Bwana kutetea, maisha ya ushindi na lau maisha ushindi yawe juu yako, Bwana akulinde Bwana akupiganie Bwana akutetee, na maisha ushindi yawe juu yako kwa jina la Yesu, Bwana akulinde Bwana akutetee, na maisha ushindi yawe juu yako, Bwana akakulinde Bwana akutetee, na maisha ushindi yawe juu yako, Bwana akulinde Bwana akutetee, na maisha ushindi yawe